Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo Dula Makabila amevifanya kupitia ngoma ambayo ameiachia hivi karibuni ambayo inakwenda kwa jina la mwache arudi Uswahilini. Umeona bwana. Sasa katika hii ngoma ni kwamba Dula Makabila bwana, uh, tulidhania kwamba tunaelewa kabisa kwamba of course, Dula Makabila alikuwa aje move on muda wote huu baada ya kuonekana kwamba Haji Manara amemwoa binti ambaye Dula Makabila alikuwa naye katika mahusiano tunamzungumzia Zai Elisa. Sasa kutokana na hili basi moja kwa moja ikapelekea kwamba Dula Makabila akawa ana chuki kwenda kwa Manara, lakini ni kitu cha kawaida e, unaelewa kwamba kama mtu hajamvona lazima atamchukia mpenzi wa ex wake. Lakini at the the end of the day, ni kwamba akawa anawapiga sana vijembe katika nyimbo zake, lakini hivi karibuni baada ya kuona kwamba ameachana ni kwamba Dula Makabila ameachia tena ngoma nyingine. Lakini at this time tunakumbuka pia kwamba Dula Makabila yuko 50-50 japokuwa anajua kabisa hawa wameachana, lakini pia anajitahidi kutengeneza opportunity ya yeye kuingia katika mahusiano na mrembo huyu Zailisa. Yaani kwamba Dula Makabila baada ya kuona kwamba Zailisa ameachana na Haji Manara anatamani eh, arudi tena kwake kwa sababu hiko ni kitu ambacho yeye alikiweka wazi kwamba bado anampenda, na alikuwa anasema hivyo kupitia nyimbo, kupitia interview ambazo alikuwa anafanya kupitia mitandao ya kijamii na vitu vingi na sehemu nyingine mbalimbali, Dula alikuwa anaweka wazi kwamba yeye bado anampenda sana Zaelisa. Kwa hivyo basi kusikia kwamba ameachana na Manara, obviously haya ilikuwa ni sherehe kwake, lakini pia ameona kabisa kwamba hii ni opportunity ya yeye kupata nafasi ya kuingia katika mahusiano tena kwa mara nyingine na mrembo huyo. Sasa, kupitia hii nyimbo ambayo ameitoa baada ya hawa wawili kuachana, watu wengi sana wameanza kuona kama vile katika hii nyimbo eh, Dula Makabila anaweza akawa amepoteza hiyo nafasi ya yeye kuingia katika ya kupata, yani amepoteza hiyo opportunity ya yeye kurudiana na Zailisa, kwa sababu ukisikiliza vizuri, kuna baadhi ya mashairi ambayo yanaonyesha wazi kabisa kwamba eh, amemponda mpaka Zailisa mwenyewe. Unaelewa eh? Katika hii nyimbo bwana, huyu kijana ameonekana wazi dhahiri shahiri kwamba amemponda mpaka Zailisa mwenyewe kutokana na baadhi ya tabia ambazo, eh, kutokana na baadhi ya tabia ambazo Zailisa yuko nazo na vitu ambavyo vimetokea, na kuna baadhi ya vitu ambavyo amevizungumza humu katika hii nyimbo vimeonyesha vime, kama vile anamsuta Zailisa kwamba anaongea uongo kuhusiana na Manara. So, mistari yenyewe kuna sehemu hapa, huyu Dula Makabila ameimba kwamba umekosa cha kusema twiga, tunajua kabisa kwamba kilichokupeleka kwa mzungu si mapenzi, ni shilingi. Maana hapa sasa anamaanisha kwamba yani huyu Zailisa kilichompeleka kwa Manara sio mapenzi bali ni fedha. Umeona, ndo maana amesema hivyo kwamba eh, tunajua kabisa kilichokupeleka kwa mzungu si mapenzi, ni shilingi Sawa mzungu simpendi, lakini kwangu ni kama dingi. Una mdomo mchafu, siyo yeye tu, hata mimi siupendi. Bora ungesema mengine, siyo kusema hadindi. Hiyo ni mistari ambayo ameimba Dula Makabila. Sasa ukirewind kidogo hapo nyuma, amesema kwamba una mdomo mchafu, sio yeye tu aupendi, sio yeye tu hata mimi si upendi. It means kwamba hapa ameonyesha dosari nyingine ambayo huyu binti Zailisa yuko nayo, kwamba ana mdomo mchafu, yani ana maneno mabaya. Eh, ni mtu ambaye ana maneno mabaya, na hili sio tu kwamba labda ni Dula Makabila peke yake ndo amelizungumza. Hata jana pia tuliona Maimatha alifanya interview na akazungumzia the same thing, kwamba huyu Zailisa alienda, alimtukana matusi mazito ya nguoni, mtandaoni kwenye comment section, mara tu baada ya Maimatha kutoboa siri kwamba hawa wawili mapenzi yao yanateteleka, hawapo katika good terms, yeye na mpenzi wake. Zailisa alienda pale akaweka maneno ambayo kidogo yalikuwa ni meusi na Manara akaja akachukua akasema kwamba atamchukulia hatua atamfungulia kesi na atamtoza bilioni moja shilingi za Kitanzania kama fidia kwa kumchafua kitu ambacho yeye pia, huku Maimatha, akapata pointi ya kujitetea, ni kwamba na yeye pia ametukanwa sana na Zailisa. Kwa hiyo na yeye pia atafungua kesi vile vile ya kudhalilishwa mtandaoni na atataka pia mabilioni ya fedha. Umeona bwana, so hicho ni kitu ambacho kili happen, na, na huyu bibie na huyu bibie ambaye anafahamika kwa jina la uh, Maimatha alishalizungumza na jana pia katika interview, akasema kwamba huyu binti huwa ana matusi mazito ya nguoni, yani ni mtu ambaye ana mdomo mchafu, so hicho kimekuja tena kuzungumzwa katika wimbo wa Dula Makabila. Kitu ambacho kimeonyesha wazi kabisa kwamba hapa, kwa namna moja au nyingine, Dula Makabila kama alikuwa anatamani kurudiana na Zahilisa, kwa jinsi ambavyo hii nyimbo alivoitoa inaweza ikapunguza chance hii ambayo aliyopitia Dula Makabila kwa vitu ambavyo amevifanya Dula Makabila kumuimba ex wake. Hivyo basi, automatically anataka kujiharibia. Hata huyo Zailisa naye pia anaweza asirudi tena kwake, kama yeye anavyo wish. So hapa kuna page hapa ameandika kwamba ila Dula ni mshenzi sana. Sasa kwa staili hii Zailisa atarudi kwake kweli? Kuna mtu hapa amekuja kuposti na akaweka hiyo caption. Sasa katika comment huku watu wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na baadhi ya mashairi ambayo Dula Makabila aliyoyaimba kumhusu Zailisa na point ya kusema kwamba yeye anatamani kurudiana naye. Sasa kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba bwana Dula, eh, Dula kweli ni mjinga huyu. Binti atakuwa ameshamtibua hata urudi tena kwa mashairi kama haya. Kuna mtu amesema bwana, jamani, Dula upu, Dula ungepumzika. Manara hawezi muacha Zailisa. Umeona, kuna watu wamekuja kuandika hivyo, wakiwa anamaanisha kwamba huyu Dula Makabila bora angechuna kwa namna moja au nyingine, huenda kwamba Manara na Zailisa hawajaachana. Sasa kama yeye ameanza mpaka kutoa nyimbo kama hivi, je, kesho na kesho kutwa akisema kwamba hii ni kiki, labda kuna ubalozi amepata, Dula Makabila sura yake ataiweka wapi? Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, huyu angewa huyu angewahi kidogo tu kuzaliwa enze zile, angekuwa e, muimba taarabu singeli ime, muo, ime eh, ee, imewaokoa Waswahili. Kuna mtu ameandika hivyo. kwa mtu amesema kwamba bwana, ila maex wana shida sana. <coughs> kuna mtu mwingine amesema kwamba kwa nini kweli naye Zai alimwambia mwenzie hivyo? Kwa mtu amesema, bwana, tunataka video ya huo wimbo tuone nini nini utafanya. Kwa mtu amesema kwamba bwana, kule mbingu babu alikuwa anapenda sana ku, anapenda sana kutoka usi, usiku kwenda chooni. Sasa alitoka akitoka anafika katikati ya uwanja eh. Akasikia sauti ikisema mpokerage huyo eh. Amekuja sijui kuandika story gani okay. Kwa mtu mwingine hapa amekuja mesema kwamba bwana, uswazi kuzuri bwana, Zai alikuwa kifungoni, maana haendi hata saluni peke yake. Yule baba alijua kweli kweli kumganda mpaka na miguu eh, aka akamtwika mabegani. Kuna mtu ameandika hivyo, so kuna wadau hapa wanasema kwamba bwana labda Zai kweli kule alikuwa haendani napo mambo yale ya, ya, ya kule ya ushwani, yeah. labda Zai alikuwa haendani napo yeye yeah, anapenda mambo ya uswahilini, so it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tunasoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa tunaiona, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa, ku, kwa ajili ya kupata update zaidi.